Gombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama cha wakulima afp Kunje Ngombale Mwiru anafanya kampeni zake hapa mkoani Ruvuma, akizungumza na wananchi mbalimbali, ambapo jana alizungumza na wananchi wa wilaya ya Tunduru na leo ilikuwa ni zamu ya wananchi wa hapa Namtumbo. na nawahakikishia akina mama Nyie ni mabalozi wazuri, tembeeni vifua mbele. Nikiwa rais kwanza, kuanzia miaka kumi na nne, mama wa aina yoyote ataleta mchanganuo kwa viongozi wangu wa wilaya, anataka kufanya biashara gani, nitampa mtaji bure wa kuanzia. hiyo ndio Tanzania naihitaji mimi bodaboda bodaboda bodaboda boda. Kuna mafisadi na wadogo wadogo wapo hapo, wanawatesa vijana wangu wa bodaboda. Utakuta mtu eti amenunua bodaboda zake ishirini, anawapa vijana wangu eti vipande. Mi nimetembea nchi nyingi, hivi vibodaboda havina hata bei. Nchi yetu ilivyo kwa tajiri, uranium inatoka huku, kristobel inatoka huku. Kuanzia miaka kumi na nane nampa bodaboda aanze maisha yake bure. Hiyo ndio nchi ya tajiri, bwana kweli. Nchi yetu, yetu si maskini. Mnanyanyasa watu boda boda, boda, boda, boda. Nimeahidi vijana kuanzia miaka kumi na nane kuhusu masuala ya kilimo nitatoa pawatila bure kama nitakuwa rais, lakini serikali yangu mimi itakuwa na mawaziri 15 tu na tena hao mawaziri hawatatokana na ubunge, nitawachukua kwingine kabisa kesho anaendelea na ziara yake hapa mkoani Ruvuma, lakini kesho itakuwa ni zamu ya watu wa Songea. Kutoka hapa, mimi naitwa Mawazo Mwaijengo, Azam News.